Na kwingineko mtazamaji, Kenya imesifu hatua ya Marekani ya kuongeza muda wa utekelezaji wa mpango wa AGOA kwa miaka mitatu kufuatia kuupitishwa kwa mswada na bunge la wawakilishi nchini humo. Waziri wa biashara na viwanda Lee Kinyanjui amesema kuwa hatua hiyo itaondoa wasiwasi uliokuwepo na kuimarisha imani na ukuaji. Kwenye taarifa wizara ya uwekezaji, biashara na viwanda alisema kuwa kuongeza kwa muda huo kutaleta udhabiti katika sekta hiyo ambayo kiwango kikubwa hutekeleza shughuli zaidi katika maeneo ya utayarishaji bidhaa zinazouzwa nje na kuajiri zaidi ya watu elfu themanini kwa njia moja kwa moja na wengine takriban elfu mia mbili hamsini kwa njia isiyo ya moja kwa moja. Aliongeza kusema kuwa hatua hiyo pia itawezesha Kenya kuimarisha bidhaa zinazouzwa nje mbali na nguo, kubuni nafasi za ajira na utayarishaji wa kuimarisha ushirikiano kwa muda mrefu wa kibiashara na Marekani. Kiwango cha biashara ya bidhaa na huduma za Marekani na Kenya kilifikia takriban dola bilioni 3.3 mwaka 2024, kikiwa kimeongezeka asilimia 18 kutoka mwaka 2023. Kwingineko, benki ya NCBA na kampuni ya uzaji magari ya Inchcape zilitia zaini mkataba unanuia kufanikisha upatikanaji wa mashini za kilimo kwa bei nafuu kwa wakulima kote nchini. Mkurugenzi wa benki ya NCBA kuhusu ufadhili na biashara Lennox Mugambi amesema kuwa ushirikiano huo utatoa suluhu ya ufadhili wa ununuzi wa mashine hizo, ambapo wakulima wanapata ufadhili wa hadi asilimia 95 ya gharama ya trekta, ufadhili wa kununua vifaa vya kilimo na upatikanaji wa mtaji ili kuimarisha utekelezaji shughuli. Consumer education in terms of uh, educating farmers to know na hatimaye wakulima wa pamba watanufaika kutokana na mpango wa kuimarisha zao hilo ulianzishwa na serikali kwa ushirikiano na sekta ya kibinafsi. Mpango huu unahusisha mipango ya kusambaza mbegu za zao hilo kwa wakulima umeanza katika kaunti ya Lamu. Katibu wa kilimo Daktari Paul Rono aliwahakikishia wakulima kwamba serikali inaazimia kuhakikisha upatikanaji wa mbegu za hali ya juu ili kuimarisha usalishaji na mapato. Felix q Darubini.